Mimi sinaongea, wewe sinaongea hapa kwenye vindevu. Wewe, wewe, wewe, nishakukata mara ngapi kuleta marafiki zako kuchezea kwenye kamani kunyuma kwangu kwa nini? Sasa mzee wangu, wewe si ulitufukuza kule mbele, tumekuja na huku tena umetufuata sisi, twende wapi? Kama nyumba yangu ina mbele mara lazima ina nyuma. Huku mnacheza nyuma kwangu mbele kwangu na nyuma kwangu, nishakwambia tokeni hapo. Si wataki, ni watoto na anakwambia tokeni. Sio kwa maneno, tokeni kwa vitendo

Kuna vitu fulani vingi sana na kanifungua kwenye kichwa changu. Sasa. So, so. Unajua bwana, sikutegemea kama ataniambia kama kuwa, <laughs> uh, mimi nitakuja kuoa baadaye. Yeah. Kwa hiyo hata mimi kuna kitu kimeingia ni kizuri, mm, kiasi kwamba nimefurahia. Yeah. Mm. Lakini kitu kote, Mungu ni mwema. <laughs> Kweli kila wakati. Bas, karibu ndani. Ah, so. Ah, sikia. Mimi hapa tupo na tosha. Ah, sawa. Ah, sawa. Bas wale ndio. Ah, sawa. Unajua kwanza yeah. Sitokaa sana kwa sababu nataka niwahi kule na nataka nikaa viti kwa ajili ya kesho, ah, jumuiya yeah, na vitabu ah, vitabu vya dini vile yeah. Basi ngoja yeah, nikochukulia hata maji hapo ah, sawa sa shukrani. Shikamoo mzee. Wewe nani kwanza unamkia nani? Wewe nani usimame kwanza, kaa kwanza. Wewe nani? Mimi ni rafiki yake mlewa. Afu kimlewa? Eee. Eh. Wewe mlewa? Babu. Eh, mjomba. Babu, shikamoo. Vipi? Safi safi. Eee hei, mmekuwaje? Wapi. Eee. Jamani. Unasiyelewe jamani? Kwa nini sasa babu uwelewe. Wewe nafikia kwa?

Una rafiki kama yule rafiki yangu yule jamani. Rafiki yangu tupo naye kanisani. Umeona yule pale akija vinanda. Ah, si gani. Leo. Unaona kama mwizi huyu. Babu, mimi yani mimi yani nilijua kabisa utazani hivi. Yule pale yani unavomona na wewe unavoisi kabisa babu. Mama yangu babu. Kwanza kwenye level ya mwizi kashavuka. Yule levu yake ni jambazi. Sio jambazi yule jamani. Babu yule sasa sio jambazi. Tupo naye kwa jumuiya na kesho ana jumuiya kesho. Yule kwenye jumuiya? Jumuiya anakuwa na yule. Yule jumuiya ni sura zake na jumuiya sura ya jumuiya ile. Sikiliza, umundani umundani unaanza kuleta marafiki wa wa ajabu. hajawahi kupotea kijiko, hajawahi kupotea kikombe. Hapo ndio unakuta mwizi wa sukari. Yule yule mwizi, si kama kibaka. Umundani unaanza kuleta marafiki wa ajabu. hajawahi kupotea kijiko, hajawahi kupotea kikombe. Hapo ndio unakuta mama mamaknebapadina mitatu usoni padimitatuu mi nakwambia, mi natoka ndani siingii ndani, natoka naomba simkute. Sijawahi kuona mtu wa ajabu kama yule. Sasa namtoaje? Unaniuliza si umemletaje? Umemletaje? basi ngoja

Amna bwana, ah, amna, amna. Babu unajua mwonekano wako kama mwonekano wako alivyokuchukulia kama mwonekano eh, yani wako na yani, yani, kama amna, badilika amna, amna. Amna. Oh, kama tu, tu

Sawa. Eh eh sasa. Naam. Hapa shida kukaa. Ndio. Na tatizo. Kwangu kuna jambazi kaingia. Jambazi. Kuna jambazi inatoka kwa ah ukuta. Kwani nimekwambia yuko ndani kwa ukuta. Na nimekuja kukufuata ni kutuone tunafanyaje? Uh -huh. Eh eh -hey, kuna jambazi pale kwangu nafanyaje sasa? Sasa mimi ngoja nikwambie. Eh. Kwa sababu jambazi yuko nyumbani kwako na una mambo ana matatu. Twende, twende, twende tukachukue tuka vijana wenye nguvu. Kongo na nguvu tena jamaa. Si hapa tu karibu twenzetu. Kuna vijana wengine. Nakwambia twende. Eh, Maka huyo kijana anakuambia kashamkamata kibaka. Eh, hey, Eh, kashapambana kasha, naye. Hey, naye kapambana ka, ndo min... anatufaa huyo. Ndio doyua nyumba hii hapa. Kwa hiyo, Mjumbe, nisubiri. Fanya haraka. Yaani mimi ma majambazi. Mjumbe changamka, mjumbe. Ah. Mimi jambazi mtani kwangu ndio nitamjumbe tuwajue nani? Oh.

Tatizo nini? Acha mambo so -so. Kichinga Waoni kama mzee amezeeka, ana jizu gani mzee? Babu, imekuwaaje tena bwana? Nimewakuta vijana bwana vijana bwana wanamnyanyasa wanampiga mitaa. Sasa wamekuja. Amesema nafuatilia kucheza kama ni kibarazani kwangu eh, na amenipiga mtawa, sasa ndio amekuja kuniokoa. Sasa mimi ndio nimekwenda kumuita huyu bwana huyu ili anania tuongeze msaada kuhusiana na huyo jambazi. Jamani, wewe eh, nimemleta huyu bwana. Eh. Eh. Wewe ndio umenisaidia. Ah, kweli sura sio roho. Sura sio roho. Sasa, eh, mimi mimi ndio nimekwenda kumchukua huyu kijana ili tuende tukamsaidie eh, ili tukamkamate eh, huyo jambazi. Huyo jambazi. Eh, eh. Ni kweli lakini Mina, ni sura sio roho, lakini sasa mzee, ngoja mm, kitu nikuambie. Mm, umesema kuna jambazi nyumbani huyu eh, kanichukua mimi ili twende tuwai, basi ha, jambazi yupo mm, naanzeje nguvu na, na, na, na, na sina ndio yani, maana mi nimemleta huyu mwenye hey, kifua kifua, na umesema ana matatu ana kifua kama kama jambazi Hey, ni mimi nimeamini kwamba sura sio roho, wape elimu hawa. Wow, kuhusiana na eh, dunia lakini. Hey, mzee, mimi sijambazi. Ah we hawa, we sio jambazi wewe, nimeamini kwamba sura sio roho hmm.